Linda aliingia ofisini kwa Alec bila kujua. Alimkuta mwenye ofisi yuko bize, anachezea simu yake. Alimsalimia, habari yako mkuu. Alec aliitikia kwa kutikisa kichwa, huku akiendelea kuchezea simu. Linda alisimama, akawa anaendelea kusubiri boss amalize mambo yake waendelee na interview. Alec alimalizana na simu akaiweka pembeni. Taja jina lako, alimwambia huku akigeuza kiti chake cha kuzunguka ili aweze kumwona huyo anayefuatia ni nani. Alex alishtuka baada ya kumwona Linda ofisini kwake. Yo, Linda akashangaa huyu jamaa vipi kwani tunafahamiana? Hata hivyo, inaonekana Linda hakumkariri Alex wakati anampiga kule baani Toba. Alex alimwangalia, baadaye akamwambia anza kazi, niletee kahawa yangu haraka, changamka. Linda alishangaa, mbona hajakagua tazangu wakati? Anashangaa shangaa, ghafla Alec alianza kufoka. Huwa sitaki watu wazembe ofisini kwangu. Ina maana hukutosheka kushangaa nzi wa mtaani kwenu hadi uje kushangaa ofisini kwangu. Nimesema uniletee kahawa na ufanya haraka kabla sija kufukuza kazi sasa hivi. Linda alisogea mpaka kwenye meza ya Alec na kuweka begi lake kwenye meza yake. Najua litamkera, lakini nani anajali, akawaza Linda. Boss mpuuzi sana huyu, anadhani yeye ni mwerevu sana yaan nafika tu kazini na anaanza kunifokea, akawaza Linda. Linda alitoka nje ya ofisi na kukutana na mwanamke ni warika lake. Samahani tafadhali, naweza kupata wapi kahawa? Aliuliza reyote neopa, aliuliza na Linda akaitikia kwa kutikisa kichwa. mimi ni Bella sekretari, alisema akitabasamu. Mimi ni Linda, nimefurahi kukutana nawe, Linda akajibu. Kwa hiyo naweza kupata wapi kahawa? Linda alimuuliza, na Bella akamwelekeza ilipo sehemu inapopatikana kahawa. Asante, Linda akasema, huku akiwa anaelekea sehemu ambayo alikuwa ameelekezwa. Linda alifika ilipo kahawa, akawa anajiuliza maswali bila majibu. Sasa sijui kama anataka kahawa iwe moto uvuguvugu, au baridi. Nifanye nini sasa? Labda nitengeneze kahawa ya moto atajua mwenyewe, mrukufoka. Baada ya kutengeneza kahawa alirudi ofisini na kumpa Alex. Alinywa ile kahawa, alimanusura imwagikie mwilini mwake. Mbona kahawa ni ya moto sana? Alianza kuhoji. Hivi umenifuata ofisini kwangu uje kunimalizia si ndio? Samahani sana mkuu. Kukumalizia kivipi hili mbona silielewi, aliwaza Linda nasikia joto sana, embu nitengenezee kahawa nyingine, alisema Aleo na kumsukumia Linda kahawa yake na kuifanya imwagike kidogo kwenye meza. Linda aliichukua na kuimimina kwenye sinki. sasa wakati huu nitaifanya iwe baridi, akawaza Linda na kuanza kutengeneza kahawa. alitengeneza kahawa ya baridi sana, akaichukua na kumpelekea Alex. Alex aliichukua na kuionja. We! alipiga kelele wewe mpuuzi, umeamua kunitengeneza barafu ili nipate mafua hivi? Hiki kikaragosi kimetumwa na nani kinimalize? Alec alitoa bonge la tusi. Linda alianza kulia, aliona ni kama anadhalilishwa sasa. Mungu, nilifanya nini hadi nistahili kutendewa mabaya haya? Mni yatima tu na kila ninayekuwa karibu naye ananionea, Linda akawaza. Wehebu toka nje, alisema Alec. Ofisi yako hiyo hapo, mlango unaotizamana na wangu, alimwelekeza Linda. Linda alifika kwenye ofisi iliyo karibu na ofisi ya Alex. Akaingia ofisini, na ofisi ilikuwa ipo shagala bagala, kwa maana faili zilikuwa ziko kila mahali kwenye sakafu hadi mezani. Linda aliinama chini na kufunga faili kabla ya kuzipanga vizuri kwenye kabati. Alikaa chini akiwaza afanye nini. Baada ya kupanga ndipo alipokumbuka kitu. Oh, begi langu, aliwaza Linda na kutoka nje kwa kasi. Alifika ofisini kwa Alex na kuingia ndani bila kubisha hodi. alichokutana nacho, alishtuka sana. Linda alimkuta sekretari wa Alex bibie Bella wakiwa wanapinduana ofisini bila hata aibu. Alex alishtuka kumwona linda mule ndani akashangaa, hii mbuzi imekuja saa ngapi? yani haijui hata kubisha hodi. Samahani, alisema linda na kuchukua begi lake kabla ya kuondoka linda alijisikia vibaya na kumwona boss wake ni kama hana adabu kabisa yaan na pia haheshimu kabisa wanawake alitaka kuropoka kitu lakini akakumbuka boss wake ni ana mineno mikali alifyata mdomo wake akaamua kutoka kimya kimya. mungu aniepushe na janaume kama hili puu alisema linda alimaliza majukumu yake ya kiofisi akarudi nyumbani linda alifika nyumbani akaoga na kupika tambi na mayai Akiwa anakula akasikia na mlango wake ukigongwa. Alisimama ili kuangalia ni nani huyo aliyekuwa anamgongea kwa wakati huo, maana ilikuwa ni kama saa nne usiku. Alimchungulia, alitahamaki mara baada ya kumwona mwenye nyumba wake pale mlangoni. Habari za jioni mwenye nyumba, Linda alisalimia, lakini mwenye nyumba alimjibu kwa kukunja uso. Pesa yangu, alisema akinyosha mkono wake mbele. Bwana, sina pesa sasa lakini nitakupa wiki ijayo, akasema Linda. Wiki ijayo? Una uhakika utanipa wiki ijayo? Aliuliza mwenye nyumba na Linda akaitikia kwa kichwa. Mwenye nyumba akamwangalia kwa sekunde kadhaa kisha akasema, "Na iwe wiki ijayo kama hutaki kuziona hasira zangu." Na baada ya kusema hivyo, akaondoka. Linda akaingia ndani kumalizia kula. Upande wa Alex, jioni baada ya kutoka kazini alirudi nyumbani akiwa amechoka sana. Baada ya kufika nyumbani alimkuta dada yake pale halo. Kaka, Mabel ambaye ni dada yake Alex alimsalimia. mdogo wake mkaidi na mtata kweli kweli. Alex alipokea salamu na kuingia ndani, na Mabel akafuata nyuma yake. Unataka nini? Alex aliuliza. Mabel akacheka tu bila kusema chochote Niambie, unataka nini? akauliza tena Alex. Mabel alimwambia mdogo wake, nilikuwa na shida na pesa kidogo. Za nini? Mabel alibaki anajikanyaga. Yani mdogo ni anafokaga tu muda wote. Huku kwa Linda alilala na siku iliyofuata aliamka na kuoga na kuvaa suruali nyeupe na top nyeusi. Sina mavazi rasmi kwa ajili ya ofisini, kwa hivyo lazima wayelewe mavazi niliyonayo, akawaza Linda na kutoka kwa ajili ya kuelekea ofisini. Wakati Linda yuko nje anafunga mlango aondoke, ghafla simu yake ilianza kuita. Alipokea na kuanza kuzungumza na huyo mtu aliyempigia mpaka akasahau anatakiwa kuwahi ofisini. "Mungu wangu," alishtuka baada ya kukata simu na kugundua kuwa yuko nje ya muda. "Mama we, huyo bosi kufoka atanimeza leo." Linda aliwahi kituo cha daladala akapanda tah kuelekea ofisini. Katika upande wa Alex siku hiyo aliamka mapema sana kuliko kawaida yake na hakujua ni kwa nini. Alioga na kufanya mambo muhimu. Akaingia kwenye gari na Sam ambaye ni dereva wake na wakaondoka. Wakati wako njiani kuelekea kazini, gari lao lilipata ajali, waligongana na gari la mtu mwingine. Alex na Sam walishuka haraka kuangalia kilichotokea. Sasa katika mitaa hiyo kulikuwa na jam sana siku hiyo. Linda mwenyewe alikuwa hapo hapo akisubilia jam ipungue arudi kwenye daladala aendelee na safari ya kuelekea kazini. Linda alishuka kwenye gari kutokana na joto kali ikabidi asimame nje apunge upepo. Sasa Alec aliposhuka kwenye gari lake alitizama huku na kule, kwa mbali kidogo akamwona Linda huyu mshenzi bado hajafika ofisini mpaka saizi. Alex alimsogelea Linda akamkurupua, unafanya nini hapa? unatakiwa kuwa kazini sasa hivi." ni kweli boss, ila we mwenyewe si unaona hiyo jam, ningepita wapi? Alex alimuuliza samgari yao kama imeharibika sehemu yoyote, akasema iko sawa, imechubuka kisehemu kidogo. Walimalizana na yule mwenzao waliokwaruzana na Ethan. Alex akamwamuru Linda apande kwenye gari waondoke kwenda kazini. Ingia kwenye gari, Alex alimwambia Linda na Linda akaingia ndani ya gari. Sam aliendelea kuendesha gari na Alex alibonyeza simu yake huku Linda akiendelea kujisikia vibaya na kukosa amani maana hakuwa kuwa karibu na Alex hata mara moja. Walifika kazini kwao na Linda akatoka nje ya gari. Alex naye alishuka akaelekea ofisini kwake, na wafanyakazi wote walimsalimia, lakini hakuwajibu. Si kama hii ni mara ya kwanza, ni kawaida yake kutokujibu salamu. Alifika ofisini kwake na kitu cha kwanza alichoona ni keki ya vifuniko kwenye meza yake. Leo sio siku yangu ya kuzaliwa, nani kaweka keki hap Alex alifungua ile keki na kuishangaa maana ilikuwa ni keki ni nzuri sana. Alek aliitazama vizuri akaona kitufe juu yake na akajaribu kuondoa hicho kitufe, lakini alishindwa. Kwa hivyo aliibonyeza hicho kitufe, na kitu kilichofuata, alihisi keki ikishuka usoni mwake. Nani alifanya hivi? Kwa hiyo ilikuwa ni mtego, after all, yan mtu anapanga kunichefua asubuhi yote hii ofisini kwangu. Ni nani huyu? akafoka Alek, huku uso wake ukiwa umejaa keki. Mara Alex alisikia sauti ikifuatiwa na kicheko hafifu. Ni Linda ndo alikuwa anamcheka Alex, maana alivyosikia anafoka alikimbia kwenda kuchungulia kilichotokea. Linda alishangaa kumwona Alex akiwa katika muonekano kama wakatuni, aliangua kicheko bila kujali yule ni boss wake. Linda, "Toka sasa hivi ofisini kwangu kabla sija kufukuza kazi hapa!" Linda alitoka huku akifikiria vile aliinunua hiyo take lengo ikiwa kutoa shukurani kwa Alex kwa kumpa ajira, lakini kwa bahati mbaya imemkera. Hata hivyo Linda alimwambia Alex, samahan boss, sikuwa na lengo baya, najua leo ni siku yako ya kuzaliwa, ila nilitaman kukuona unatabasamu, niamin, sikuwa na lengo baya, ila kila kilichotokea kimetokea bahati mbaya, akasema Linda. Alex alimsogelea Linda na kumshika shingo kwa nguvu na kumfanya anyongo nye. Kwa nini umefanya hivyo? aliuliza Alex, lakini hata Linda hakumjibu. Ninasema kwa nini umefanya hivyo? aliuliza tena Alex. Samahan kwa nilicho kufanyia, akasema Linda. Oh, samahan kwamba ndio itafuta kila kitu? Ila you are fired, umefutwa kazi, akasema Alex na Linda akamwangalia kwa sekunde kadhaa kisha akasema, mimi siwezi kuacha kazi Ou oh, unanijibu jeurie, unanijibu kana kwamba wewe ndo boss hapa na unafanya unachotaka? Alex aliuliza huku akiwa kamkaba Linda, na Linda alihisi kama anapoteza pumzi, hivyo akampiga Alex tekla sehemu nyeti. Alex alipiga kelele huku anajiziba pale kwenye naniliu yake, alipiga kelele huku akiita Linda, shetani wewe, toka hapa ofisini na usirudi tena. Hata hivyo, Linda tayari alikuwa ameshatoka nje ya ofisi. Kanifanyia nini huyu mpuuzi? Ameniumiza na niliu zangu zinauma vibaya mno. Ah, naapa nitamaliza huyu binti. Siku ile makofi, leo kaugusa usalama wangu wa taifa. Kesho kitatokea nini? Kule ofisini kwa Alec aliingia rafiki yake Michael akashangaa Alec amejishikilia kule ikulu alafu ni anaugulia kwa malalamiko ya maumivu makali. ni nini kinaendelea hapa? Nimemuona Linda akitoka ofisini kwako akitabasamu kama mtu aliyeshinda bahati nasibu, alisema Michel. Oh, keki kuna take hapa, nani kakuletea bro? Hebu nionje kwanza. Usiguse hiyo keki, akasema Alec. Kwa nini? akauliza Michel. Angalau unapaswa kuwa na wasiwasi juu yangu, wewe unawaza kula tu. Subiri, nini kimekutokea kwani? Au unaumwa bushaa aliuliza Michael, na Alec akamwambia kila kitu kilichotokea. Si huyo mwanamke shetani, kidogo anichomoe na niliu zangu. Michael, alivyomzinga alianza kumcheka rafiki yake Alec, huku anakula ile take aliyoikuta pale ofisini kwa Alec. Michael alimwambia Alec, angalau umepata kiboko yako, huyu sasa ndo mtawezana. cha kufanya sasa hivi mwite aje azikandekande hizo 250 zako, maumivu yapungue. Je, nini kitatokea kwa Linda? Endelea kuwa karibu na channel yako pendwa.